Wenzenu wote walioletewa pesa sawa na nyinyi wamekamilisha. Na watoto wameshaanza kutumia mabweni yale. Nyinyi bado mko kwenye mastructure haya. Imepungua shilingi ngapi pale kukamilisha? Hapo ni milioni 136. Tu uliletewa shilingi ngapi kwa ajili ya kujenga hili? Ilikuja milioni 130. Yani hiyo, 136, ni kukamilisha vitu vyote. Aa, nasema hivi uliletewa shilingi ngapi kujenga hili bweni? 130. Na wewe unasema imepungua shilingi ngapi? Kwa hili peke yake ni milioni 26. Mm. Uliletewa shingapi kujenga bweni? Milioni 130. Milioni 130. Si ndiyo bwana? Yeah. Hapa bweni liliposimamia linahitaji shingapi? Wewe wewe ni fundi ndugu yangu? Ndio maana jamani nilisema huyu bwana aeleze huo mradi. Unapokuwa mhandisi, lazima ufil mradi wako unaousimamia uujue, uwe na ownership ya mradi, usiwe kilanja wa mradi wa kuja kuchungulia na kuondoka. Narudia, mwalimu njoo hapa. Mmeletewa shilingi ngapi kwa ajili ya bweni milioni 130 hili hapa lilipokwamia, linahitaji shilingi ngapi? Haujajibu hi, swali hili hapa hili likamilike, linahitaji shilingi ngapi? milioni 79. Haiwezekani, haiwezekani hata kwa akili ya mtoto wa shule tu kwamba umeletoa milioni 100 kwa ajili ya ujenzi, alafu umeshindwa kumaliza unasema nahitaji milioni sabini kwa ajili ya kukamilisha ujenzi. Nani atakuelewa kwenye akili ya kawaida? Hata wewe ndio ungekuwa mtoaji wa fedha, umeletewa milioni mia kujenga jengo umeshindwa kulimaliza, wewe tukuongezee ngapi? milioni sabini kwa hata kuniambia hapa mmetumia milioni thelathini tu. Haya, milioni sabini zingine, zingine zimekwenda wapi? ndio nataka kufanya kazi ya leveling imetumia milioni sabini. That's simple logic, does it need you to be a professor to understand kwamba hapa kuna mambo hayako sawa eh? Sasa mnaivictimize mna, mna, mna, mna, mna, mna halmashauri nzima kwa upumbavu watu wachache tu, negligence na kutokujali. Simple logic, nataka niwape simple logic. Umepewa milioni mia, fanya kazi hii. Haya, imeishia njiani, unaambia zimebaki ngapi? Unasema sabini. Kwa hiyo hii kazi ni ya milioni thelathini. Nataka kuniambia kazi ya kulevo hili eneo imetumia milioni sabini. Kulevo eneo la nani? La, la, la, la, la, la, la sasa madam ni nini? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nadhani changamoto ya, ya awali kabisa ilikuwa ni na, ni, kwenye BOQ. BOQ ilionyesha kabisa kwamba nani anatuandalia, lakini, BOQ? Ni, ni kuna idara ya ujenzi lakini changamoto kubwa inavyoonekana hapa mm. na eh. jinsi tulivyokuwa tumewasiliana nao kwa na, sababu taarifa kweli tuliwaomba waandae, inayoonyesha ufafanuzi kila jengo limetumia kiasi gani mm. na mapungufu au kama ulitoa hela nyingine kukamilisha jengo moja mm. uiandae. Baada ya kutuandalia hiyo taarifa ndio ilionekana kwamba fedha za hapa mm. zimetumika kwenye miundombinu mingine. Kwa hii mingine ambayo imefika hatua hii ni kwamba imetoa hela ni jengo lingine, lakini, lakini jamani Kilolo, ndugu zangu, watu wa Kilolo will ever change, ndugu zangu, utabadilika lini? Nimekuletea hela za bweni, nimekuletea hela za darasa, nimekuletea hela za choo. Kwa nini unachukua hela za choo kupeleka kwenye hela za bweni? Kwa nini unachukua hela za bweni kupeleka kwenye darasa? Kwa nini unachukua hela za darasa unapeleka kwenye maabara wakati kila jengo lina fedha yake lina BOQ yake lina utaratibu wake wa manunuzi lina mhandisi wake lina fundi wake. Kwa nini kila fedha inayokuja isiende moja kwa moja kwenye eneo iliyotengewa? Kwa nini tunachukua hela za kulia kupeleka kushoto? Na katika proses za manunuzi na majenzi, inawezekanaje mtu wa ugavi umeletewa milioni mia moja za kujenga darasa darasa unachukua milioni moja, mia moja za kujenga darasa unapeleka kwenye bweni. kwa utaratibu gani? Unapokuwa unanunua unanunua unasema unanunua kwa ajili ya nini? Unapokuwa unaagiza unasema unaagiza kwa ajili ya nini? Mkikaguliwa hamtotoka salama. Inayokuja kwa ajili ya choo, ikajenge choo na ikiwezekana ni bora kila jengo litafutiwe mjenzi wake na taratibu zake za manunuzi. Lakini kitendo cha kuchanganya hela za kulia kwenda kushoto, ndio matokeo yake mnaweza huku mnashindwa shindwa huku. Tunakuwa na viporo vingi sana kwenye miradi ya serikali. Sasa hii hatuwezi kuruhusu ikaendelea hivi. Katibu tawala, wewe ndio mwakilishi wa serikali kuu kwenye, kwenye mipango kule. Hii mkientertain huu ujinga hamwezi kutusua na ndio aliwakuta hata kule kwenye ile shule nyingine, hela za huku mmepeleka huku, za huku mmepeleka kwa, the end of the day kote hapajakamilika. Na hiyo ni rahisi sana kuche, kucheze, kuchezea hela za serikali, kwa sababu unajua, tulipeleka huku zilikuwa zikutosha, tukapeleka huku. Haya, hiki ulicholetewa hujafanya. Kuna ugumu gani wewe injinia, na mtu wa ugavi na nini, mna ugumu gani? Hela ya darasa ikapokelewa kwa ajili ya darasa, ikaanza ujenzi wa darasa, ikakamilisha darasa, kuna ugumu gani?